Ndugu zanguni, kwa jina naitwa Tabasamu wa Msimagao, ndiye mgombea wa ubunge kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi. Ndugu zanguni, nataka kueleza nini tunachotakiwa kufanya. Maswala ya elimu, elimu, elimu ya msingi kwa sasa itatokea mwaka elfu mbili na ishirini na saba, watoto watasoma darasa la kwanza mpaka form 4 yani, kidato cha kwanza watasoma darasa la kwanza mpaka kidato cha nne. Inamaanisha nini? Elimu yetu ya msingi ya nchi hii, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameidhinisha ameidhinisha kubadilisha mtaala na amekubali kufuta darasa la saba. Kwa hiyo wenzetu Zanzibar wana miaka leo zaidi ya miaka 25. Wao darasa la saba halipo, wao wanasoma darasa la kwanza mpaka form 4, na nchi ni hii ni moja. Kwa hiyo na sasa Tanzania hali Tanzania bara hali itakuwa hivyo tokea mwaka 2027. Shule zetu zitakuwa hivyo, mtihani utakuwa wa darasa la pili wa kitaifa. Mtihani mwingine utakaofuata ni mtihani, mtihani wa darasa la nne. Baada ya hapo, unafanya mtihani wa darasa la sita, baadaye unakwenda sekondari. Sasa ukifaulu, unaendelea kusoma kidato cha tano na kidato cha sita. Jitahidini sana watu wa Mwabaluhi, tuhakikishe hapa hili eneo la Mwabaluhi tunapata sekondari nyingine kwa sababu sekondari itaelemea. Tunahitaji kujenga sekondari nyingine hapa. Niombeni kwa Mungu na kwenda kutafuta pesa za kujenga shule ya bila hata mchango wa wananchi. Niombeni kwa Mungu na na kwenda kupambana kwa sababu ndio kata pekee yenye shule moja lakini jingine ni kwamba anzeni kutafuta uwanja wa kujenga shule za msingi, tuwabadilishie maisha yao hao wananchi. Watoto ni wengi, hawo wote wamekaa hapa, hakuna eneo lina watoto wengi kama hivi kama hii hii hii inani Mwabaluhi. Tupunguze watoto kukaa, alfu moja alfu moja na mia nane alfu mbili wanakaa darasani, halafu bado mbunge unapeperusha. Nami nataka nipeperushe bendera safari hii, miaka mitano imeisha, sijapeperusha bendera kwa sababu siwezi kuvaa tai wala kupeperusha bendera kwa hali hii iliyoko hapa Sengerema, na mimi naitwa mkomunisti. Huwezi kuwa mkomunisti wa namna hiyo alafu unavaa na tai. Mimi naweza nikavaa tai kwa raha gani? Wananchi wana hali mbaya namna hiyo, angalia soko, ni mahali nitavaa tai? Siwezi kuvaa tai. Watu wanauliza wewe, oh, Tabasam kwa nini unanua VX? Sina kama nimechapeli, wananchi nikanue VX shilingi milioni mia nne wakati watu wana shida, wata nikumbukaje hawa watu? Nikumbu wananiona mimi Tabasamu niko kwenye VX, nikishuka napokelewa mara walinzi watano, unatembea ulega nyara ndo, lakini watu wana shida. Hakuna mfano wake, walinzi huku na huku, ukiwa unapita walinzi huku na huku, wakati hali ni mbaya kabisa kwenye jimbo lako. Haiwezekani kitu kama hicho. Nawashukuru sana kwa kunipigia kura 819 au 1819. Asanteni sana watu wa Mwabaluhi meonyesha machungu makubwa kabisa.